Mbona umekalia simu na ni muda wa kufanya kazi? Au, unajua mtoto ana kiburi sana na ni siku nyingi nakuona. Naona hicho kisimu kinataka kutia ujinga. Ma kwa kutofanya usafi eh? Unafanya makusudi, unafanya makusudi. Ile kuja kwanza kuomba msamaha. Hicho simu hiyo, mtoto ndio inakuharibu wewe. Ni mtoto mdogo, natakiwa fanye kazi na sio kuchati. Simu hizo zinaharibu nyie watoto. Mtafikia umri nyie, mtashindikana uzeeni. Nyie mtafika kweli? Nyie ili ni taifa gani nyie? Yeah. kazi ni kukaa mtandaoni, kukaa mtandaoni mda wote. Tuseme kwamba unafahamu sana simu analitengeneza simuea metengeneza simu <tiple> wana simu. Umetoka kijijini wa mtoto amekuja kutafuta hapa kazi, lakini na wana unaleta ujinga kurudi kwa lipi? <tiple> ungekuwa urudii, ungekuwa nafanya kazi na kuachia muda mtoto ufanye kazi hapo, wakija watu wanaona kabila na kutesa na kunyanyasa. <tiple> Sasa basi, kwa taarifa yako kwa mikono yako mwenyewe, naomba ikanyage hiyo simu tena, kachukua tofali hapo nje, uibone bwana, nisione hapo. Sitaki kusikia neno lako, sitaki kusikia mtu mmoja. Nitakuvuruga wewe, nitakuchakaza mtoto. Nakwambia toka kwa, ikanyage hiyo simu. Naomba hiyo simu ipasue hapo hapo kwa mkono wako.